Usiku wa leo muda saa kumi kasoro, mke wangu akiwa wakati anaamka kufanya maombi usiku, akaanza kusikia kelele za moto, vijana wanafungua kufungua, wiki moja hivi ametoka kufungua kuondoka, kuondoka nayo. Aliposikia zile kelele za moto, hatukujua kama ni moto, tukajua ndio wanaanza wanafungua tena tairi. Baada ya pale, aliponiamsha tu mimi aa na, na, ku na moto nikakuta kindoo cha moto cha, cha petroli chini ya tairi la upande wa kushoto, taili la nyuma, ndoo kina mafuta mengi, lakini wakati huo taili la nyuma lilikuwa tayari limeshawaka sana na moto nyuma kwenye buti ulikuwa umeshakolea sana. Basi tukaanza kupiga kelele na kuomba majirani watusaidie kuzima. Bahati nzuri nilikuwa na mchanga mwingi ndani ambao unatumia kujengea hapa, basi ndio ukatumika kufanya uzimaji na hatimaye tukabahatika kuweza kuzima. Jitihada tulizozifanya ni kuomba msaada fire, lakini bahati mbaya nadhani zile namba hazipatikani kiurahisi kwao, tulikosa kuipata. Kila alikuwa kipiga haipatikani, haipatikani, kwao tukaendelea kutumia juhudi binafsi za kuzima tukawa tumefanikiwa kuzima gari ambalo lilikuwa limeteketea hapa. Tukio hili kwa kweli, tukio hili la kusikitisha sana, na hili tukio kwa mimi limekuwa kama la, la kwanza kuona. Sina kitu cha kuzungumza zaidi ile, isipokuwa kwanza tu, kwanza tu, nani tuone vyombo vyombo ambavyo vinahusika tulipata mshtuko sana. Moto ulianza saa nane ile yani hadi itakao tuzidi kwa kweli, ni Mungu tu ametuponya, ni Mungu mwema, hadi mnatuona hivi, maana mngekuta wote tumekufa.